Mm. Sa, sasa hii kazi yake inaenda kusisimua mea iliyo duma, kama let's say, umeweka mbolea lakini meawaaaaaya na ni kakidonge, e, ni, ni haka. Haka, unapoichangana na maji hapo unaweza unapo kupata lita Sawa, kama unatumia solo una, unaichanganya moja kwa moja kwenye solo unapata solo nne, lakini kama unatumia pipa unapata solo tano. Kwa nini? Sababu unaidumbukiza yote kwenye pipa unapata tano. Lakini sasa uwezi kaidumbukiza, unaigawa mara nne. Kama una una shamba kadogo, unaigawa mara nne, hii mstari inatoka robo nne kwa robo moja kwenye lita ishirini ambayo ni solo moja. Lakini sasa kama unataka upate faida yake, itabidi utafute pipa ya lita ya ishirini lita juku yote maanake, utaweza kupata bomba tano. Lakini kama unatumia solo, solo unapata bomba nne, sawa. Kwa hiyo unapoenda kuapply kwenye mmea, mmea iliyo demand naku haraka pia ni stimulate maua toke kwa wingi, kama ni jamii za matunda, a mm -hmm. Lakini kama ni jamii za uh, nafaka cereals, inasaidia ile m, uh, punje mpaka the grains inakuwa mpaka full head kule, okay. hakuna vile gap gap, okay. nazoba uh, kama ni jamii za perenyo, kwa kwamba pale unapomaliza pruning kama tulivyofanya pruning ma inapokuja kuanza kutoa maua round inayofuata tayari madini. Kwa hiyo mvua ikinyesha tu maua yana kwa, kwa mazao ya, ya, uh, perenyu kama hapa hivi inaweza kukamilika Mei, leo itakaa mle mpaka mwezi sita mpuku. Kwa hiyo ukiangalia baada ya muda mfupi tunaanza i kwamba kwa tunapopiga hapa season inapoanza asilimiakmame inaanza kutoka maa mwezi wa nane wa tisa mpaka mwezi wa kumi na moja, utakuta tayari tusha apply sa. Kwa hiyo sasa hapa ndio tunataka tufanye kazi hii. Hapo kuna baadhi ya viatilifu na kwenye tubes inaenda kuleta ile kwamba kwa kama jamii ya viazi magimbi inaenda uh, okay, kuongeza uzito. Mfano mzuri unaweza ukasema wanaenda kuongeza sheplitole sikue mfano. yeah, yeah, eh, lile yeah, gimbi gimbi kweli. Uh, bei ya kampuni ni shilingi elfu saba moja moja, lakini kwa wale magrodila wanauza Yes. Bana, na kwa hiyo bana nahisi hapa tulishaeleweshana kwamba tofauti ya hizi. Nahisi wewe labda ndio mara ya kwanza unakutana hizi dawa zetu, ndio eh? Kwa hiyo sasa ikitokea mkulima amekwambia, bana nimekutana na dawa moja nikaona, ama wewe unataka solution kwa wakulima wako uh. Msimu huu asilimia kubwa, kuna ile tatizo la bakteria ambayo inaenda kusababisha viazi inanyauka, huku mnaita kunyausi. Sasa kinyausi, eh, bakteria hiyo iti, sio? Sasa, yeah. Yeah. Kwa mazao ya perenyi, mazao ya, ya, ya otikacho mm, namna ku deal nayo. Of course kopa inafanya vizuri sana mm -hmm, kopa inafanya vizuri sana kuna viambata vingi na na kitu ambacho niko natamani sana sisi kama bwana chama, tusiwe <coughs> na ile ko, ile mindset kwamba umekutana na bwana shamba kwa kampuni fulani anakuambia bwana, hii kitu ni kizuri. Mimi napenda sisi tusiwakaribishe wakulima kwa sababu changamoto inakuja kila siku sababu unakuta mkulima mmoja -No oh! okay. Ah, okay. Yeah. Unakuta ya, mkulima lakini matatizo bado yapo kwa hiyo lazima tuambie bwana kiambata ndio kitu cha muhimu. Kwa hiyo sasa hii Nodox ina red copper ambayo eh, copper oxide na dimethyl. Kazi yake ni protective and curative. Sasa, kama ni jamii za bacteria amba, ama nematodes sawa, unafanya trenching na kwamba, kwa sababu wale bacteria wapo chini, kwa hiyo unapofanya trenching unaenda kuona wale minyoo ama ni bacteria wanafionga alafu

unakopa lakini pia ni kinga ambayo naweza ukatumia kutiti ama kuprevent. hey, aina yote unachanganya, halafu <coughs> unabilkiza, lakini achokkisha, nafanya badala ya kuwa maji nakuwa mfumo wa uji, inakuwa nzito, halafu nachukua zile mbegu zako, unabilkiza kile, unaiacha una, halafu nakuja na kwa nini tunafanya hivi? Kwa sababu wale mabakteria wanapoanza kwenda kata ama kuingia kwenye kwenye mbegu, kwa sababu zile bakteria zinaingia mapema sana, mm -hmm, stage unapopanda pale wanao ndio wanafanya nini. Kwa hiyo matokeo yanakuja kutokea baada ya mche au mmea kuwa mkubwa tayari, so unapotumia veno kuizuia, kwa kwamba unapo kusogelea pale tayari ushafanya ushafanya eh, protective okay. Kwa hiyo watakuwa kwa sasa baada ya hapo na na na na, na na sasa hapa tunaenda kuchanganya tunaanza na kidonge hili kwanza. Hii si mia mbili? Ni ngapi? Mia mbili. Mia mbili. Kwa maana tunaenda na vidonge tu hivi. Sasa bwana kwa bwana shamba mimi hichi wakulima wengi wanatumia hizi kupima hadi fungicide sometime huwa uh, majibu hayaji kabisa. Sasa mimi uh, katika fildi ambazo nafanya, nakutana na wakulima tofauti. Mimi hii ukijaza sawa, alafu naifunga hivi, hii nakupa gram 20. Sasa kuna baadhi ya wale wakulima wanatumia vijiko. Sasa vijiko sometimes, mtu anaweza akaweka ratio kubwa mpemakaandao na havifanani na vijiko vifanani. Alafu kitu kingine kuna baadhi ya mm -hmm. mm. sasa si sasa, sasa, sasa, kama bwana bwana shamba ujumba ambayo mkulima kuna kuna dawa nyingi sokoni ama viatilifu vingi sokoni, kiatilifu tuwakumbushe, kwa sababu hii sisi wote tunajua ukiona kiatilifu kimeandikwa exact namba asasiongezenaweza asi, asi, asi, asi mm -hmm. kuleta effect mm -hmm. na kwamba umeambiwa weka gramu ishirini aweke hiyo, kwa sababu kinachochemka 20 hapo. Sasa ndo kinaisha mdogo mdogo. Sasa unaona hii lt inavo hizo mabalbu hizo Hapo ndo kinaisha hiyo, imeyeyuka hivyo, umetia vidonge viwili kwenye lita mia mbili. Kidonge kina gramu ngapi? Ni gramu kumi, kumi eh? hmm. Okay. Kama, kama ni kumi, maana yake kwenye bomba la lita ishirini tunaweka mbili na nusu.

Ueleze unaweka milzi ngapi kwa lita ngapi? E, milzi nne kwa bomba la lita ishirini. Na kazi yake hii kazi yake kwanza, moja, inatawanya nini, vile viambata au sumu viuatilifu, vile vinaisambaza, kuhakikisha vinasambaa jani jani lote, lakini pia nini? kisha, ina, kisha, ina, ile nini unasema penetration, kuhakikisha inahakikisha ile sumu kama inakwenda kuwa mdudu kweli iende kamfikie kumua mdudu. Pia kama msimu wa mvua inazuia dawa isioshwe isioshwe, kwa hiyo yeah. mvua ikinyesha na... yes.

Ya shini ya nini lesho yake ni, ni yeah? Nini? Lesho ni nini? Hapa tumeweka mia mbili maana tutaweka gramu ishirini, maana naweka zile kumi iende 200. Sababu zenyewe zina kumi kumi hiyo, hmm? moja ina ngapi? Hii ina bomba tatu. Ina sitini, yaani sitini ni gramu mili zingapi? Ingia kwenye. Ina maana hiyo ni ngapi? Sisi tuna mia mbili. Kwa hiyo ina maana tatu zinafika lita ngapi mia themanini? Ndio. Kijiko kimoja ongeza. Sawa, kijiko cha gramu ishirini inakuwa ni nyekundu.